Okay? Da, kwa majina naitwa Dionis Malekela na leo nipo hapa kwa ajili ya kushare uh, au kutoa taarifa kuhusiana na listing ya WhaleBit token au CES kwenye exchange ya Bybit pamoja na OKX. Lakini kabla hatujaenda kuiangalia hii listing uh, niwarudishe nyuma kidogo. Mwezi wa sita, um, tarehe sita, uh, mwezi wa tisa tarehe sita nilitengeneza video ambayo ilikuwa inaonyesha ilikuwa inaonyesha kwamba kuna listing inaenda kutokea kwenye MEXC. Ukiangalia uh, hii thamani ambayo nilikuwa nikiizungushia kipindi hicho ilikuwa CS moja na thamani ya dola 2.87. Na kwenye ile video nilikuwa nasema kabisa kwamba uh, na rekodi hii video ya leo tarehe sita mwezi wa tisa uh, kama reference video kwa sababu uh, CS token itaenda kuwa na thamani kubwa baada ya kuwa imeisha kuwa listed kwenye, kwenye exchange ya Uh, MEXC kama ambavyo tuli eh, kama ambavyo nilizungumza uh, listing ilifanyika na CES ilienda kuappreciate sana in value. Ukiangalia hapa hii uh, ilikuwa ni tarehe 28 ya mwezi wa ya mwezi wa 9, hii tarehe 28 ndio siku ambayo taarifa ya listing ya CES token kwenye exchange ya MEXC ilitolewa sawa na listing ilikuwa inafanyika kesho yake tarehe 29. Kwa hiyo ni ndani ya masaa 24 listing ilikuwa inaenda kutokea kwenye exchange ya MEXC kama taarifa rasmi inavyoonyesha hapa na, <coughs> tarehe 29 listing ilienda kufanyika ya CS token kwenye exchange ya uh, MEXC baada tu ya taarifa hiyo rasmi kutolewa kabla hata ya listing ya kwenye MEXC kufanyika, uh, CES ilianza kupanda thamani. Tumeona pale kwenye ile video ilikuwa ni dola 2.8 ikaanza kupanda thamani kadri muda unavyozidi kwenda hadi kufikia tarehe 29 ya mwezi wa 9, uh, CES ikawa imeshafika thamani ya dola saba. Na hapo ni hata kabla ya listing yenyewe kwenye MEXC haijatokea bado. Yaani ile hype, ya kusema kwamba listing inaenda kutokea watu wakaanza kununua kwa wingi, wakitegemea kwamba itaenda kupanda thamani wakati wa listing. Kufikia thamani hii, watu wengi ambao walikuwa wamenunua mwanzoni walianza kuuza, na baadaye price collection ikawa ina take place, kwa maana ya CES ikaanza, uh, kushuka thamani tena, ikarudi e, mpaka kwenye organic price. Kwenye crypto kuna vitu viwili, kuna hype price na organic price. Hype price ni ile ambayo inakuja Uh, kwa mhemko kwamba okay, kuna tukio fulani linakwenda kutokea, so tununue token kwa sababu tunaamini itaenda kufanya, kufanya vizuri itaenda kupanda thamani, so vile inavyopanda kutokana na hype ile inakuwa ni hype price, lakini sio organic price. Sasa kama ambavyo nilisema kipindi kile, nasema tena kwamba listing ya CES, uh, kwenye exchange ya Bybit na OKX itaenda kutengeneza thamani ya token. Currently, uh, thamani ya CES token moja ni around dola moja point nne nane. Ilishuka sana hapa katikati lakini, uh, hii listing itaenda kutengeneza thamani na CES itaenda kupanda thamani. Wito wangu ni kwamba kipindi hiki token bado na thamani ya chini, kabla haijawa listed kwenye hizo exchange, ni wakati mzuri wa kununua, and then kilistiwa ni wakati wa kuuza. Kwa ajili ya kuweka kumbukumbu, sawa, nimeona hiki kipengele ni muhimu kukiweka. Current supply ya CES token ni milioni 422,375,579.4. Holders ni 226,482. Inabidi watu wajifunze kwa vitendo. Nitakuja kuelezea baada ya listing kitendo cha kuweka uh, uh, hii maximum supply na namba ya holders ina maana gani. Lakini uh, tukio la supply, I mean, tukio la listing huaga linaenda kuongeza namba ya holders, eh, kwa sababu token inaenda kuwa exposed kwa watu wapya wengi zaidi naenda kuitumia trump token kufundisha kuhusiana na listing, nini huwa kinatokea. Aa, trump token aa, ni trump ya ni token ya Trump, huyu rais wa marekani tunayemfahamu. Yeye alifanya presale ya tokeni yake kwa miezi minne kutokea mwezi wa 11 Novemba 2024. Mwezi wa pili mwaka huu 2025, wakati anaapishwa tarehe 20, alilist tokeni yake ndani ya masaa 24, tokeni ilitoka dola 6 ilienda mpaka dola 75, sawa hii dola moja pointi mbili ilianzia huko kwenye kwenye presale kwenye masoko ikaingia na dola sita ikaenda mpaka dola sabini tano. Trump alichokifanya alilisti tokeni yake kwenye maexchange yote mara moja. Hatari yake ni nini? Tokeni ilienda kuwa na thamani kubwa sana, lakini pia ilishuka ndani ya muda mfupi kwenda kwenye thamani ndogo sana ya chini. Ilitoka dola sabini na tano ikaenda mpaka chini ya dola kumi ndani ya masaa ishirini na nne. Hii maana yake nini? Watu wengi sana walipoteza pesa kwenye listing ya nini, ya Trump token. Maana maana yangu ni nini, CS token au Meta project ina list token yake kwenye exchange moja moja kwa sababu ya kuogopa uh, changamoto kama hizi. Kikawaida wakati wa hype, token kupanda thamani ni lazima, lakini baada ya hapo price correction pia ni lazima kwa sababu watu wanauza sana, watu wanakuwa wametengeneza faida sawa, so wanatoka sokoni. Sasa kwa sababu uh, organic price ilikuwa iko chini sana alafu hype ilikuwa kubwa kuliko kuzidi maelezo, inapokuja ku crash na crash kwa kiasi kikubwa. That's why uh, ikilistiwa kwenye exchange moja mojamoja, ile community ambayo ipo kwenye exchange moja sio sawa na community na kulist kwenye exchange zote. Ndio maana tumeona imetoka dola moja amini dola 2.87 imeenda mpaka dola saba, imeshuka tena imefanya price collection. Maana yangu ni nini? Hizi exchange, hizi na zenyewe pia ni projects. Kama ambavyo ilivyo Meta whale na zenyewe zina participants wake, kwa hiyo ukitangaza ku list token kwenye exchange moja kati ya hizi au zingine ambazo zipo nje na hizi, hizi exchange zinatoa taarifa au zinatangaza kwenye, uh, kwa community yake. Kwa mfano hii ni Bybit eh, hii ni source ya uh, au uh, uh, sehemu ya taarifa ya Bybit exchange. Kwa hiyo ukisema una list, <coughs> token kwenye hii exchange ha, hii community kwa mfano ya Bybit ambayo ina watu 1496 hapa, ni Telegram, wanapata taarifa kwamba exchange yao ina list CES token kwenye hiyo exchange, na hapa ni kwa upande wa Instagram. Kwa huku kote taarifa zinasambazwa na participants ambao wako kwenye hizi exchange na kwenye hizi sources za taarifa za hii exchange, wanapata hiyo taarifa. Hivyo hivyo kwa exchange nyingine, kwa mfano <coughs> kwa mfano OKX. Hii ni source ya taarifa ya OKX ya Telegram Telegram channel ya OKX uh, listing yoyote ambayo itafanyika itaanza kuta, kutangazwa hapa. Na hii ni uh, source ya taarifa ya OKX kwenye Instagram. Hivyo hivyo pia kwa upande wa Binance, kwanza yenyewe ndio exchange kubwa zaidi a uh, ina watumiaji wengi zaidi <coughs> kuliko pengine exchange zingine zote. Kwa hiyo vile vile hii ni uh, ni Binance announcement channel ya Telegram na taarifa ya listing yoyote ambayo itatolewa kwenye hii exchange itata, itatangazwa hapa lakini pia uh, unaweza ukaona hapa Telegram wana, wana subscribers milioni nne na laki saba. Laki lakini haimaanishi kwamba taarifa itaishia hapa tu kwa sababu hawa milioni nne na laki saba wana watu pia wengine huko. Watawambia kwao, unaweza ukaona ni namna gani tokeni yako ita appreciate in value ukilist kwenye Binance. Na hii ni eh, Instagram channel yao, I mean Instagram page yao ina followers milioni 4 na laki 8. Unaweza ukaona wana wana ambassador nani? Ronaldo, ameingia naye ubia wa kutangaza na nili Binance. Hivi hivi pia kwa exchange ya Bitget, na hii ni source ya taarifa, exchange ya Bitget kwa upande wa Telegram lakini pia unaweza <coughs> ukaona na, na milioni moja na laki saba na, Instagram una uh, uh, mil, uh, laki saba na kama, na kumi kwenye hii listi ya Desemba, ambako, uh, listi ya Desemba ambako CES itaenda kuwa list kwenye Bybit na OKX. Manake nini? CES itaenda kuwa, e, e, kuwa exposed kwa watumiaji wengi zaidi, watumiaji ambao uh, wapo wanaitumia Bybit lakini pia wale ambao wanaitumia OKX hii maana yake nini? Itaenda kuongeza ku, dimandi na itawafikia watu wengi. Tuangalie uh, participants, unaona laki tisa na ishirini kwa upande wa OKX, na unaona uh, kwa upande wa Bybit, ni laki nne na tisini na sita. Halafu meta whale yenyewe participants wa kwenye channel yake ni 1055 kwao, utakuwa unapata picha nini ambacho nakizungumzia. Hii ndo thamani ya CES sasa hivi, WhaleBit token au CES dola mbili. Kumbuka ilipanda saba wakati wa listing kwenye Mexic na baadae collection, watu wengi waliuza sana, watu walitoka na faida na muda mrefu umepita hapa katikati, so iko na14 dola moja nane. Kwenye crypto haupotezi kama utakuwa umeuza kwa thamani ya chini, kwa sababu ikipanda tena ukiuza unatengeneza uh, faida Hii ni wallet yangu ya Token Pocket na tutaifanya kama case study. Unaweza kuona kwenye wallet hapa, na CS 315, kwa CS moja iko na thamani ya dola 1.48, na uh, toto ya dola 470. Lakini hapa juu kuna USDT. USDT ni stable currency, ni stable cryptocurrency ambayo yenyewe hai fluctuate, haipani thamani wala haishuki thamani. Unaweza kuona na USDT 511, na thamani yake ni dola 511. Sawa eh? Turudi kwenye hii ya juu Polygon, hii ni kwa ajili ya network fees kwa sababu Meta whale project ina run kwenye network ya Polygon. Kwa hiyo miamala yoyote ambayo inafanyika pale kwenye network ya Polygon is Polygon au hizo POL zinakatwa kama network fees. Woga wanakata katika kila CES moja kuwa na thamani ya dola moja pointi nne nane. Total ni dola mia nne sabini. Piga hesabu wewe, kwamba uchukue labda laki moja, sawa eh? <coughs> alafu ununue CES kwa thamani ya dola moja pointi nne nane, ununue CES za za laki moja, and then baada ya listing uangalie utapata shilingi ngapi. Ninachotaka tu kukwambia ili video isiwe ndefu, ninachotaka tu kukwambia ni kwamba hii ni chansi ya kuikonveti laki moja kuwa laki tano kuwa laki saba kuwa laki nane au milioni moja. Hii ni chansi ya kukonveti laki mbili yako kuwa milioni moja au zaidi. Kama hauamini, tukutane baada ya listing. Kuzungumza hivi, hii inakuwa mara yangu ya tatu sasa. Nilizungumza awamu uh, um ya kwanza kabla ya mwezi wa tano, nilisema mwezi wa tano tarehe kumi CES itaenda kuwa na thamani sana, na na CES ilitoka dola 2.77 ilienda mpaka dola 8. Unaweza ukaona Mei kumi, CES ilipanda thamani sana lakini, pia nilizungumza kuhusiana na listing ya kwenye MEXC na wote tumeona uh, CES ilipanda thamani sana tarehe 29 kutoka dola 2.87 ikawa imeenda mpaka dola 7. And then ikaanza kufanya price correction. Sasa nazungumza tena. Na wakati huo nazungumza nikiwa na hii video kama uh, evidence kwa sababu leo hii hii nita nita, nita, nita upload YouTube ile tukio tunazungumza wakati huo tuseme tarehe fulani nilizungumza na video YouTube inaonyesha tarehe. Mwezi wa 12 ni wakati wa kupiga pesa nyingi sana kwenye uh, CES ni wakati wa kupiga pesa nzuri, kwa sababu unaweza kuona thamani ambayo inayo sasa hivi ya dola 1.48, sawa, ni price ya chini na imefika huko kwa sababu tu, uh, kwenye project kuna kwa kuna watu ambao they don't believe in a long term, uh, long term goals kwa mtu. Anaona kwa sababu imepita muda mrefu, hata kama token ina thamani ya chini anauza hivyo hivyo, hataki kusubiri. Hii maana yake nini? Ikawa inaendelea kupunguza uh, supply ya token ambazo ziko zinazunguka, tunasema circulating supply ambazo zipo uh, kwenye masoko ziko tradable. Wakati huo huo kiasi kikubwa cha tokens kiko locked nini ambacho kitakuja kutokea? CES itaenda kupanda thamani na watu watakuwa hawana tokens za kuuza. Kwa nini? Kwa sababu walishauza zikiwa na thamani ya chini na saizi hawana tena. Kwa mwisho wake nini, wanaouza watakuwa labda ni wachache sana kuliko buyers ambao, au wanunuaji wapya ambao watapatikana kutokana na listing ya kwenye exchange ya OKX pamoja na Bybit. Inawezekana hauamini bado kwenye masuala ya cryptocurrency, lakini nakwambia this is the third time nazungumza May CS ilienda mpaka dola nane. Uh, Septemba CS ilienda mpaka dola saba pointi nne. This time mimi naiona mbali, sisemi kama inaweza ikafika dola uh, kumi si, dola kumi, si predicti, lakini dola tano au above itafika. Umenunua kwa dola moja pointi kitu, imeenda labda dola sita, umekosa nini? Eh. Mark my words. Ni lazima ambaye labda investment ya shilingi ya, ya, ya, ya, ya laki mbili kwenda kuzaa milioni moja. Tukumbuke thamani ya CES kwa sasa WhaleBit token ni dola 1.48. Nimeexperience uh, kwenye launch ya wdex CES ilienda mpaka dola 8. Nimeexperience kwenye listing ya kwenye Mexic ilienda mpaka 7.4. Japokuwa sahivi iko chini sana, kipindi kile ilikuwa inaanzia kwenye 2.8 2.7, lakini naamini uh, I think kwenye hizi listing itaenda mpaka la saba au zaidi, kwa sababu ya namna ambavyo inaenda kuwa exposed kwenye community kubwa. Labda wafanye listing kwenye mafungu mafungu, yani exchange kwenye, uh, listing kwenye, kwenye Bybit iwe peke yake alafu siku nyingine tena wafanye listing kwenye OKX. Tukutane Disemba.